Karibu tena katika Tunu za Kiswahili, mahali pa hadithi za kusisimua zenye mafunzo na busara za maisha. Kama hujasubscribe bado, bonyeza kitufe cha subscribe na ungana nasi kupata simulizi tamu kila wiki. Usiku wa tatu ulipowadia, upepo wa msitu ulikuwa kimya kuliko kawaida. Sungura hakupata usingizi, moyo wake ulibeba hofu na hamu kwa wakati mmoja. Alijiuliza mara nyingi, kicheche anapata nini huko usiku? Kwa nini anarudi akiwa mwenye nguvu na furaha akiwa hana amani? Sungura aliamua kumfuata kicheche usiku huo bila kusema chochote. Njiani kuelekea kwenye pango la siri, nyota zilikuwa zimefichwa na mawingu. Kicheche kama kawaida, alivaa ngozi yake nyeusi na kubeba mfuko mdogo. Sungura akamfuata taratibu kwa umbali bila Kicheche kujua. Lakini ghafla kulitokea mwanga wa ajabu ukimvuta Kicheche kwenye shimo kubwa lililofunikwa na magugu. Sungura akajificha nyuma ya mwamba, moyo ukimrindima kwa kasi. Kutoka pale shimoni alisikia sauti ya kike ya kipepo ikisema kwa upole. Karibu tena Kicheche, umelileta sadaka yako. Kicheche akatikisa kichwa, akatoa kwenye mfuko wake vipande vya matunda na unga wa dawa, akaweka mbele ya mwanga ule wa ajabu. Sauti ile ikacheka kwa upole, kisha ikatoweka. Kicheche akainama, akinywa maji yaliyotoka kwenye chemchemi ya ndani ya shimo hilo, kisha mwili wake ukaangaza kama mwezi wa usiku. Sungura alishtuka, akajikwaa na kuangusha jiwe dogo. Sauti ikasikika. Ni nani anayetuchunguza? Kicheche akageuka haraka, macho yakitoa mwanga mkali. Sungura, wewe tena? Sauti ya kike ikalia kwa hasira. Aliyevunja siri atachukua mzigo wa usiku huu. Upepo mkali ulipuliza, miti ikayumba na giza likamfunika Sungura. Alijaribu kukimbia, lakini ardhi ikameza miguu yake hadi magotini. Saa kadhaa baadaye, aliamka akiwa kando ya mto, mwanga wa asubuhi ukimulika uso wake wa hofu. Kicheche hakuonekana tena. Wanasema tangu siku hiyo Kicheche alibaki kuwa kivuli cha usiku, akitembea tu kwenye upepo na moshi wa pangoni. Sungura alibaki kimya, akitazama maji ya mto yakitiririka taratibu. Akaapa kamwe kutaka kujua siri za wengine tena. Na hapo ndipo mwisho wa hadithi yetu, Sungura na Kicheche Siri za Usiku. Kama ulijifunza kitu, acha maoni yako hapo chini. Kumbuka, siri nyingine ni za kulindwa, si za kuchunguzwa. Karibu tena kwenye Tunu za Kiswahili, hadithi zenye ladha, siri na mafunzo.